wa nishati ya joto ardhi eneo la Olkaria kaunti ya Nakuru, mradi utakaosaidia kuzalisha umeme pamoja na mbolea kupitia matumizi ya nishati safi. Rais Ruto amebaini kuwa mradi huu utasaidia katika uzalishaji wa takriban tani 480 za mbolea kila mwaka, hatua itakayosaidia pakubwa kupunguza uagizaji wa mbolea na kuimarisha sekta ya kilimo. James Mwangi anaarifu. Rais William Ruto hii leo amezindua ujenzi wa mradi wa nishati jotoardhi katika eneo la Olkaria kaunti ya Nakuru, mradi unaotarajiwa kutumika sio tu katika uzalishaji wa umeme bali pia kuzalisha mbolea kutumia nishati safi. This project will tap.

Amebaini kuwa mradi huu na ambao ni wa kwanza kabisa barani Afrika utasaidia pakubwa kuimarisha sekta ya kilimo kwa kuwa sasa Kenya itakuwa na uwezo wa kuzalisha mbolea badala ya kuagiza. We will now have fertilizer that is not imported. For record, we spend close to 80 billion shillings every year to import fertilizer to Kenya. This plant

ameshabikia matumizi ya nishati safi, hatua itakayosaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, huku akiorodhesha hatua zinazochukuliwa na serikali kuimarisha uzalishaji wa umeme nchini. Kenya cannot realize her industrial and development aspirations on the current installed capacity of 2300 megawatts to power our ambition in manufacturing, mining

It is the reason why we are not only giving priority to public private partnerships, such as the one we launch here today. James Mwangi, Undugu TV.